In, in 30 years. Uhali gani mtazamaji wa Daily News Digital, karibu kwenye safu maalum kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Leo tunakumbushia ukurasa muhimu wa historia ya nchi yetu, siku ambayo Watanzania walishiriki kwa mara ya kwanza katika uchaguzi chini ya mfumo wa chama kimoja, chama cha TANU. Ilikuwa ni Jumatano, Septemba 21 mwaka 1965. Karibu Watanzania milioni nne walijitokeza kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa kwanza tangu kuanzishwa kwa mfumo wa chama kimoja Tanganyika, chama cha TANU. Hii ilikuwa hatua ya kihistoria kwa taifa changa lenye matumaini mapya. Katika uchaguzi huo, rais wa kwanza wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa mgombea pekee wa urais na alitarajiwa kuthibitishwa kwa muhula mwingine wa miaka mitano. Yeye na mkewe Mama Maria Nyerere walipiga kura katika kituo cha Magomeni, Dar es Salaam Kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wakati huo Oscar Kambona alikuwa miongoni mwa waliopiga kura mapema kabisa. Ushiriki ulikuwa mkubwa, kati ya asilimia sabini hadi 85 ya wapiga kura walijitokeza. Wananchi waliwachagua wabunge mia moja na moja kila jimbo likiwa na wagombea wawili waliopitishwa na moja, chama kimoja, chama cha TANU. Zanzibar kwa upande wake ilishiriki katika kura ya urais tu huku visiwa hivyo vikitengewa viti hamsini na viwili vya kuteuliwa kwenye bunge jipya lililokuwa na wajumbe zaidi ya mia mbili. Uchaguzi ulifanyika kwa awamu mbili, waliokuwa bado kupiga kura walitarajiwa kufanya hivyo jumapili iliyofuata. Matokeo ya urais yalipangwa kutangazwa Septemba 30. Baadhi ya washindi wa awali walikuwa ni mawaziri waliopo kama Nsilo Swai na Lucy Lamek. Oscar Kambona na Rashid Kawawa walirudi bungeni bila kupingwa, ishara ya nguvu ya TANU kwa wakati huo. Ata kulinda taifa letu, hii ndiyo sehemu ya kazi kubwa ambayo jana wetu wamekuwa naifanya. Huu ulikuwa mwanzo wa enzi za siasa za chama kimoja nchini Tanzania safari ambayo imepitia mageuzi mengi hadi leo tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2025 chini ya mfumo wa vyama vingi. Yes, so, je, unajua nafasi yako katika historia hii ina uzito gani? La kwanza, kuto kujitokeza kuandikisha ni kukataa mwenyewe haki yako ya kikatiba, na unapokataa haki ya kikatiba swala, unajiuliza je, wewe ni mzalendo? Ni mzalendo wa aina gani, ambaye katiba imekupa fursa hii? Nenda kaandikishe, piga kura, weka kiongozi unayehisi atakuja kukuhudumia wewe. Unaikataa, ukikataa, wenzio watakwenda kuweka wanayemtaka, na unakosa fursa ya kushawishi wengine kuweka yule mnayemtaka. Kwa hiyo unakuwa we wa kubabaisha tu na kulalamika, lakini swala kubwa hapa ni uzalendo. Jiulize mwenyewe rohoni kwako, uzalendo wangu uko wapi? Hii ni fursa kubwa, inatokea kila baada ya miaka mitano, haiji kila siku. Kwa hiyo ni vyema kila Mtanzania na ni huo ndio wito wangu, kila Mtanzania ajitokeze, atumie fursa hii basi na shaka umeshajiandikisha na upo tayari kuchagua ama kuchaguliwa. Hii ni Daily News Digital, mimi ni Ismail Kawambwa.